Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana katika Kinaganaga. Kama tulivyokuahidi hapo awali, tutakuwa tunazungumza na, na mabwana wawili ambao wanashikilia nafasi katika vyama mbalimbali vya kisiasa. Uh, tunaye katibu wa mawasiliano katika uh, Azimio, anajulikana uh, kama Dennis Onsarigo na vilevile kabisa mkurugenzi wa masuala ya kisiasa katika chama cha ANC ambaye anajulikana kama Omulo Junior. Na bila shaka karibuni sana studioni na pia tuna fursa we mtazamaji kuweza kuchangia. Na leo lengo letu la kualika hapa studio ni kuweza kuangalia michango mlionao, kwa sababu tunaambiwa kwamba uongozi wowote unaopata vijana huwa ni uongozi ambao wameweza kufaulu. Uh, Dennis Onsarigo, upo ndani ya mwamvuli wa Azimio la Umoja One Kenya kama katibu wa mawasiliano, mtu ataka kujua kwanza kabisa majukumu yako pale wa ni yepi, kwa sababu kusema tu katibu, hatujui kwamba nini ambacho kinafanyika. Uh, unajua kuna vyama vingi sana eh, katika muungano wa Azimio eh, One Kenya eh, party na vyama zaidi ya 24 so kazi yangu hasa ni kazi ya mkono tu kuhakikisha ya kwamba tuna tunawaambia tuna Wakenya yale ambayo tunapanga Eh, kama presidential campaign ya Mheshimiwa Raila Odinga mm. yale ambayo tunapanga uh, kama coalition pia party mm. mbali popote na pia kuhakikisha kwamba tunajibu maswali kadhaa ambayo wafuasi wetu wanaweza kuwa wakiuliza, uh, na wakati huo huo pia ni kuwaelezea Wakenya tu eh, mahali ambapo tunaelekea uh, kama muungano wa, wa azimio la umoja majukumu mm -hmm. mm -hmm. uh, ndugu yangu uh, Omolo Junior, nawe pia vilevile mkurugenzi masuala ya, um, ya kisiasa uh, katika tiketi ya ANC, najua hasa kwamba upo ndani ya mwamvuli wa Kenya Kwanza. Uh, majukumu yako ni yapi ndani ya ANC na katika mwamvuli wa Kenya Kwanza? Ni kipi ambacho nakifanya kama um... Asante sana ndugu yangu kwa kunialika hapa siku, siku ya leo uh, mimi uh, jukumu langu kubwa sana ni kuadvise chama kwa maswala ya kisiasa na mwelekeo uh, siasa inachukua uh, na pia kwa muungano ya Kenya Kwanza uh, jukumu langu pia ni kushirikiana na wale ambao pia wanaongea masuala ya kisiasa na kuangalia mwelekeo ya vile siasa inaendelea, na hizi vitu wanaleta kama opinion poll, kama ni ukweli ama ni uongo, sisi ndio tuna advisor wale ni <laughs> nini inaendelea na wananchi wanasema nini na pia E, ni matarajio gani pia wananchi wako nayo e, kwa kisiasa pengine, na kabla sani azungumze, kuna kitu umesema chamano, umesema kwamba wewe ndo una, unashauri ANC na mwelekeo wa kisiasa. Kwa hiyo yale maamuzi ambayo tuliyaona ya kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi kujiunga na Kenya Kwanza mm. yalikuwa ni baada ya ku na wewe kuchangia katika ushauri wa mwelekeo wa kisiasa. Sisi tuangali, tuliangalia pande zote eh, no. na historia e, yetu unakumbuka wakati tulikuwa NASA mm. tulikuwa na ile mpango ya kwenda kuenda Canaan, mm. lakini hapo katikati tukapata mamba mm. na tukaambia Mheshimiwa Msale kwamba hatutaki kurudi huko kwa sababu unajua kama mamba bado iko mm. sisi tunataka kuenda ile, ile, ile mwelekeo ingine mm. kwa hivyo sisi tulikuja na kitu inaitwa earthquake ama ile iliweza ku tetemeka ardhi. Eh, mtetemeko <laughs> <So, laughs> Hivyo, aisha, hivyo, si, <laughs> <laughs> tukaweka kongamano la wajumbe wote pamoja, alafu sisi tukaona kwamba kwa sababu ukiangalia ile sera ya Mheshimiwa William Ruto na Musalia Mudavadi walikuwa naongea mambo ya uchumi, sisi tulikuwa tunaongea mambo ya uchumi, pesa mfukoni yeah. Uh, William Ruto alikuwa anaongea mambo ya uh, bottom up. Kwa hivyo sisi tuliona kwamba kwa sababu lengo letu kubwa ni wananchi wa chini, uh, ni vyema tukiungana kwa sababu sauti yetu ni ile ya uchumi ndio tuongee hiyo. mm -hmm. na kushangaza ni kwamba unajua <laughs> kisiasa huwezi mwachia jamaa aseme hivyo bila kumuuliza maswali. mm -hmm. awa jamaa walianza. mm -hmm. na kitu hiki tunaita bottom up kwanza walianza na wilbaro. mm -hmm. tukauliza unataka wakenya wangapi wabebe wilbaro? wakawachana na wilbaro wakaanza Waka mambo ya bottom up. mm -hmm. jamaa anasimama kwa jukwaa anasema tunapanga kuwapatia wakenya shilingi bilioni mia moja. mm -hmm. Hakuambii hiyo pesa inaenda wapi, hakuambii hiyo pesa itatumika namna gani. Inanikumbusha wakati nilikuwa mchanga uh -huh. kuna barabara inatoka Kisii inaenda Nyamira, inaitwa Kisii Chemosit Road. uh -huh. wakati rais eh, Moi alipokuwa anakuja nazuru Nyamira anasema nimepatia DC shilingi milioni ishirini ya kujenga barabara. Nilifika zaidi ya miaka ishirini na tano bila kuona hiyo barabara ikijengwa uh -huh. Huo ndio utapeli ambao Kenya Kwanza unajaribu kufanya. Wanasema watatupatia pesa bilioni 100. Hawasemi itafanya nini? hawa jamaa hawa hawa. <laughs> <laughs> Labda wapo hawa jamaa hawa hawa sababu, wako mm, na yeye pia ni mkurugenzi wa mm, maswala haya ya kisiasa, labda ameangazia pia na akazungumza na wakurugenzi wenzake kama wapo katika uh, maana uh, kan... nasema wanashirikiana e, pale Kenya Kwanza kama, kama wapo wakurugenzi wengine labda wa masuala ya kiuchumi uh, fedha hizi kama anavyokuuliza huenda zikatoka wapi? Unajua ndugu yangu, hiyo ndio sababu niko hapa kwa sababu nataka pia nimu, nimujulishe kwamba sisi tumeweza kukutana na wananchi. Kwa ile kitu tunaita economic forums uh, tunasikiza wananchi wanataka nini na wanasema nini, na tumeweza kusikia kwamba wanataka kuform SACCOs, wakuwe kwa vikundi tofauti tofauti, na zile shida ambazo wako nazo ni ile ya kuanzisha biashara na kujenga ile biashara tayari wako nayo, kwa sababu ukiangalia uh, hii sera ya Jubilee Uh, tayari walikuwa na kitu inaitwa youth fund, women fund na hizo kadhalika, lakini kuna ile inaitwa bureaucracy, watu hawajaweza kupata ile pesa na pia Uh, interest iko juu, kwa hivyo Ruto amesema kwamba hii 100 billion itaenda kwa wale bia watu wa, watu wa chini ili inue biashara zao inu, inuliwe ikuje juu, lakini pia ukiangalia uh, tofauti yetu nao na ni kwamba sisi tumeongea na wananchi huko chini, lakini hao, kwa sababu hata mimi ningeweza kuulizwa mambo ya elfu sita ningesema afadhali wangenipea elfu kumi. Kwa hivyo hata na, pia tunawauliza hii elfu sita itatoka wapi, pesa iko wapi? Hiyo hawana mpango ata, atakupeleka <laughs> atakuzungusha, atakuzungusha atakuzungusha tu, hawana mpango Hasani. Sikiza na rafiki yangu Rashid, mwaka wa elfu mbili na kumi Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa mstari wa mbele wa kusema kuamba, ili, ya kwamba tubadilishe katibu unaelewa ili tupate asilimia kumi na tano iende katika kaunti level. Hapa hapa Hasani, niko na uhakika ya kwamba uko na family member mahali ambaye ameajiriwa kwa county government, hata wewe, I am very sure. Lakini kama hawa jamaa wangefaulu kusimamisha hiyo katiba adunge kuwa na 47 counties, unaelewa, kwa hizo 47 counties, kwa sababu mimi nimeshafanya kazi huko, kila county iko na zaidi ya ministries kama kumi. Unaelewa, kuna ministry ya vijana, kuna ministry ya, ya kina mama kuna ministry ya, ya, ya agriculture kuna ministry ya kila kitu ya kuhakikisha kwamba tutoe ugatuzi hapa juu tuupeleke huko chini na sasa tumesema hata kwa manifesto tumesema tunangoja yao tumesema tutoe asilimia kumi na tano tupeleke asilimia thelathini na tano if we do that then hii mambo ya kusema ya kukaa kuanza kufikiria 100 billion haya tuseme kwa mfano nyamira county inapata 10 billion kwa hiyo 100 billion unapatia nani There are no structures. Hawana mpango. But hii pesa ikienda kwa county government level. Kwa county government level kuna structures. That is a semi-autonomous government at the county level, ambayo itahakikisha kwamba hiyo pesa ikiingia, kwa mfano, na vile tunaongea sasa hivi kuna sheria ambayo inasema 30% ya contracts za county zipatiwe vijana na walemavu. 30%. Na inasema wakati huo baada ya siku 30 serikali ya kaunti ama serikali kuu inafaa iwalipe pesa wanakandarasi hawa. Hawana mpango kama huo? Hawana. Muulize, rudie swali yako. sisi alivyosema na kauli za ile swali. mm -hmm, labda pia kwa upande wako utueleze tu, alfu sita hizi mm -hmm, zitagharamika vipi? Haya, mheshimiwa Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema serikali yake inapoteza zaidi ya shilingi bilioni mbili kila siku. Hesabu ya haraka haraka sijui itakuwa pesa ngapi kwa mwaka mzima. Mkaguzi mkuu wa vitabu Auditor General ambaye amesema serikali imekuwa ikipoteza zaidi ya shilingi milioni, bilioni mia tano na ishirini kila mwaka. Hii elfu sita tunahitaji bilioni mia moja na arobaini na nne na kitu. Naelewa kama tutaziba mianya ya ufisadi kwanza. Mm -hmm. Sawa. Tutahakikisha kwamba tumepatia hawa akina mama hizi familia milioni mbili ambazo zina translate at the end of the day to 8 million families. Unaelewa? Nuclear families 2 million, wale ambao wanahitaji. Hasani na Rashid na rafiki yangu Mulu hapo wanajua kuna familia sasa hivi ambao wanaona TV, wana wanatazama runinga kwa sasa, ambao walipika chai asubuhi ya rangi meelewa kuna familia ambao watapika ugali leo usiku, wajiulize, watakula ugali na maji ama na chumvi. Hii Kenya tu ambayo tunaishi. So tunasema kama kuna familia milioni mbili ambao wana mbele wala nyuma, kwa nini tusiopatia elfu sita. We can do it. 144 billion kwa fedha ambazo huenda zinapotea, zinapotea, zinapotea. Yeah. Na pia kuna lot of wastage kwa serikali ubadilifu wa fedha mwingi sana kwa hii serikali na serikali ambazo zimepita. Kama utaziba mwanya, pia ukate budget zingine ambazo kwa serikali, kama mambo ya kutravel. Kwa nini kwa mfano waziri apande ndege na wafanyikazi kama kumi na watano kwa mfano na anaenda conference mali? Kwa nini county government ipeleke watu wake study uko Dubai badala wafanye hapa Nairobi? Mm -hmm. Ama, ama, ama kisi mahali wanatoka wanasema hiyo pesa yote, wana yes benchmark <laughs> ndio hiyo <Wananisikiza>. hizo <laughs> like, like so those are hizo ndio vitu ambavyo ngoja, ndugu yangu kuna kitu nataka kukuambia, hizo <laughs> ndio vitu ambavyo mm -hmm. Eh, serikali ya, ya, ya, ya Raila Odinga inasema lazima itapunguza kwa siku mia moja, through executive order trude mm -hmm. no. Unajua, ndugu yangu, kuna tofauti ya kupatia county 35% ya revenue allocation, na pia kuna tofauti na watu wa chini wanafanya biashara. Hiyo ni tofauti. Unajua, ile ni county government iko na mpango yao, watapanga mikakati vile watatumia hizi, hizi, hizi pesa, lakini pia kuna wale ambao walalahoi wale pia wanafanya biashara ya chini wanahitaji eh, mikakati ile itawasaidia kufungua na kuendeleza na biashara zao. Kwa hivyo kuna hiyo tofauti, sisi tuta tunaunga mkono na tuna support. Hii because bado wanaongea mambo ya 15%. Sisi wenyewe ndio tulisema tunaongeza 35%. Na pia tunaongeza hiyo 100 billion. Lakini asikuwe na wasiwasi kwa sababu tutaweka eh, institutions. Njia ya Asi... hii pesa kufikia wananchi. Ya pili ndugu yangu, <laughs> ameongea mambo ya elfu sita walala hoi. Unajua uh, shida ya Wakenya kwa sababu bado hajaingia serikali, bado wanatarajia. Eh, kwa hivyo sasa asiongee kwa kwa, kwa niaba ya serikali. Unajua, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ako na uwezo wa kufunga wale ambao wamejulikana kama wanaiba pesa ama wafisadi. Na pia ukiangalia taasisi mbalimbali kama EACC hawana ha? uwezo ama hawana meno ya kuuma, yaani wanaongea, wanaleta ripoti, wanaambia ibc hizi ripoti, hakuna vile inaweza kuwa implementiwa. Lakini pia ukiangalia sisi kwa upande yetu tunasema kwamba tutapatia Eh, judiciary na EACC independence, yani wakuwe na independence na wape, wapewe fedha ya kufanya hii shughuli zote ili wale ambao wanaiba pesa ya serikali ya umma washikwe na wanawekwa ndani. Hiyo ndio tofauti yetu, kwa sababu unajua uwezi ongea mambo ya ufisadi na una uwezo ama nia ya kufunga hao watu. Sasa na, hivi Rashid, confound, na, na, kabla, kabla ulize swali zingine. Sasa hivi kuna wasiwasi sana Kenya Kwanza na mambo ya EACC zaidi ya asilimia 60 ya wale ambao wanagombea viti chini ya kwenye kwanza wako na mambo ya ufisadi kotini. Wote wamekusanyika kwa kona yote moja, wote wataje, uanzie Rigathi, ukuje nani, ukuje akina Chesa, wote hiyo ni propaganda. Wote hata hata sijui vile watagombea viti. Na wewe ni mwanahabari, nyinyi wawili ni wanahabari. Runinga Citizen kila siku mimi naitazama. Kwa mfano Hakuna siku ni maisikia hawa jamaa wakisema vile watapigana na ufisadi, they can't talk about it. Hawajui watasema aje mambo ya ufisadi, hawajawahi sema. The best they can do ni kusema, we are politicizing institutions that are supposed to be fighting corruption. That is the best they can do. Twana mpango ya ufisadi vitapiganwa yes. Vipi chini na, na, na, kama mtu ambaye labda uko katika mm -hmm. uh, uh, uh, siasa za Kenya Kwanza na munaangazia swala lile na mnatoa maamuzi mm. na labda munawaandikia wale ambao wako mbele uh, swala zima la eh, manifesto na jinsi ambavyo mtatafuta suluhisho kwa matatizo tofauti tofauti ambazo zinakabili taifa hili mm. Ameuliza swala la ufisadi litakabiliwa vipi? Unajua, sisi wenyewe tumesema kwamba tuko tayari, na tumesema sio kesho. Unajua, Azimio wamekuwa wakitutisha kwamba sisi tuko na watu ambao wametajwa hapa na pale, lakini sisi tuko tayari na tumesema kwamba tuko tayari kupelekwa kotini wale ambao wametajwa, lakini hao hawajachukua eh, jukumu yote kuchukua ama kufunga hao watu. Kwa hivyo sisi tunachukua, hii ni propaganda ya kisiasa, kwa sababu wakati huu ni wakati wa kisiasa. Ya pili, ndugu yangu, mimi nimesema kwamba ile shida kubwa ya kupiga, kupigana na ufisadi ni ile kwamba kuna interference ya executive unajua ukipatia DCI uwezo na fedha ya na independence uh, uh, ku fight corruption itakuwa rahisi sana, kwa sababu haitakuwa uh, na indi, hiyo independence ya institutions lazima iwekwe, it, it, it, vizuri wazi na iandikishwe vizuri kwa, kwa katiba na hata uh, mswada ipelekwe bungeni ili kama ni ACC ikuwe na meno ya kuuma. Unajua uwezi sema mambo ya ufisadi na bado faili ikiletwa pale, kuna wale ambao wako na influence wanaweka hii faili kando, wanasema kwa sababu wako na nguvu. Hiyo hiyo ndio shida ambayo iko hapa Kenya. Kwa hivyo sisi kama Kenya Kwanza hatutaki kuongea mtu mambo ya ufisadi, sisi tunataka tupatie EACC uwezo na meno ya kuuma, na pia tunataka judiciary ikuwe independence, ipewe fedha hela ya kutosha ili wakati wale wanapelekwa kotini waweze kuwa na muda fupi sana ya kufunga hao watu. Naam tuje katika swali moja. Labda uh, pengine mwanzo nashukuru sana kwa jinsi ambavyo mnafahamu uh, yanayozunguka. Uh, bila shaka nafikiri kwamba endapo uh, mgombea wa urais wa Kenya Kwanza atakuwa rais wa tano, hmm, e, watu watakuwa na matarajio mengi kutoka upande wa Kenya Kwanza. Na endapo pia vile vile mgombea wa urais wa Azimio la Umoja wa Kenya atakuwa rais wa tano, kutakuwa pia vile vile na matumaini toka kwa Wakenya ambao wanawatizama nyinyi kama vijana ambao uh, uh, wanaimani kwamba mnawakilisha kile kilio cha cha vijana. Labda kwa dakika moja kabla tuna mapumzikoni uh, kwa haraka haraka, nyinyi mnapata nafasi ya kuwashauri hawa viongozi wenu, kwa sababu licha kwamba wewe ni katibu wa mawasiliano, lakini mko pale ndani ya jiko ambapo kunapikwa kila kitu ili wananchi wawasikie? Mnashauri, unaambia mzee hapa hivi na hivi, ama nyinyi huwa hamfiki kule kwa kutoa mwelekeo wenu kwa masuala ya ufisadi, masuala ya kubuni ajira na masuala kama hayo? Swali kwa nyote wawili. Ah, uh, kama wewe ni Um, katibu wa mawasiliano na wewe pia ni mwanasiasa, utapata nafasi ya kumshauri e, Mheshimiwa Odinga wakati mmoja na mwingine, na lile ambalo uh, tumepata kumshauri sisi, e, especially wale ambao wanamfanyia kazi kwa sasa, na asilimia tisini ya wale ambao wanamfanyia kazi kwa sasa kwa kampeni yake ni vijana chini ya umri wa miaka 25, 60% au wengine mambo ya think tank na wengine ni asilimia 40. Na kwa sababu ya hiyo tumepata nafasi sana ya kumwelezea yale ambayo tunataka afanyie vijana hasa, na kwa mfano ni mambo ya IT, kwa mfano Internet connectivity, mambo ya kuhakikisha ya kwamba kwa mfano bei ya bundles zimerudi chini, mambo ya kuhakikisha ya kwamba watoto ambao wanaenda shule kwa sasa wanakuwa exposed na mambo ya IT kwa mfano iko kwa manifesto yetu kwa sasa, na pia wakati huo huo tumesema, kwa sababu asilimia kubwa sana ya, ya, ya, ya population yetu ni vijana. Yeye mwenyewe amesema atapatia vijana mikopo, na atawapatia nafasi atapatia, na atapatia muda wa kulipa e, riba kama anafikiria ni interest kwa Kiswahili, na itakuwa miaka saba, si utani, ni kweli, na tulimuuliza Mheshimiwa, hii itawezekana? Akasema itawezekana. Kwa nini? Kwa mfano serikali iseme asilimia thelathini ya contracts za tenders kwa kaunti ama national government ziende vijana Mena. na hawana startup capital. Tulimuuliza, akasema basi kama ni hivyo, tuhakikisha kwamba tumeiweka kwa katiba ili vijana wapatiwe startup capital, wapatiwe cash. Unaelewa, hawa wanasema mambo ya sako, sisi tunasema startup capital kazi mtaani pia itarudi ambayo iko kwa sasa, lakini ifanye kazi vizuri, itarudi ili wale ambao wamesoma na wao wananisikiza kwa sasa. Kuna vijana wengi sana wako na degrees, lakini hili ambayo tunawaambia kwa sasa, sahau mambo ya degree, unaelewa, acha tuwapatie wilbaru, haiwezekani. Si tunasema kama umeenda shule ukaitimu ukapata shahada tutakupatia startup capital ufanye ile unafaa kufanya. Pia kuna lile lingine kwa si kumalizia tu creative industry creative industry, nilikuwa natazama hapa tamasha e, za kalasha kwa mfano, creative industry imeumia kwa sababu wale ambao wamekuwa kwa serikali hawajaiona haja ya kuhakikisha kwamba wakuze talanta. Kwa mfano, shule kuza talanta, kama mtoto wangu anapenda kucheza mpira kwa mfano, atasoma namna gani na pia akuze talanta yake ya, ya kucheza mpira? kama mambo kama hayo na mengine mengi Naam, Omulo, mm. Tuje kwako, nafikiri kwamba tunaisubiri mm. eh, kwa kumalizia dakika moja nd mapumziko uh, tunasubiri manifesto yenu mwisho wa mwezi mm. eh, ili tuone yale umeweza kuyangazia, lakini kabla siku ya manifesto, ni yapi wewe kama kijana ambaye uko ndani ya mwavuli wa Kenya kwanza ambao unasema kwamba Rashid Haya ndio baadhi ya masuala sisi kama vijana na wenzangu wa vyama vingine tumekuwa tukimshauri uh, kiongozi ama, anayewania uh, urais kupitia tiketi ya Kenya Kwanza ambaye ni Naibu Rais William Samoei Ruto ili afanyie kazi masuala kama gani vijana wakikutizama? Uh, kwanza nashukuru sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa sababu amenipatia nafasi na fursa ku, kuweza kuketi kwa meza uh, ama uongozi wa chama. Na ukiangalia chama chetu cha Amani National Congress ndio kuna vijana wengi sana kwa ile kitu inaitwa National Executive Board. Hata katibu mkuu wa chama ni kijana ambaye yuko chini ya miaka 35 na na tumeweza kupata fursa kwa sababu niko na direct contact na uh, party leader. Na kwa mpango zetu mimi nimeweza kushauri kwamba kuna mambo kadhaa sisi tunahitaji kama vijana. Ya kwanza tunahitaji ministry ama wizara ya vijana ambayo inaongozwa na mtu ambaye ako chini ya miaka thelathini na tano kwa sababu kuna changamoto mingi sana ama vitu mingi sana vijana wanahitaji. Na ya pili, pia tumeweza kusema kwamba kwa ile bajeti bajeti ya youth fund ambayo ni 16 billion, tumeweza ku kuongezwa tumeweza kushauri kwamba iongezwe ifike eh, 16.8 billion ili vijana wapate nafasi, alafu waondoe zile eh, bureaucracy ya kupata hiyo pesa, alafu interest iende chini. Pia tumeweza kushauri kwamba wakati tuna uh, uh, andikisha ama ku register companies kuna vitu kadhaa, kwa sababu vijana hawezi kupata tenders, eh, kwa sababu kuna hizo bureaucracy, hawezi pewa nafasi, so tumeweza kuondoa hiyo muda ya ku companies na pia tuna, tumekuja na kitu inaitwa Corporate mentorship policy, ambayo tunataka wale ambao wako na kampuni kubwa kubwa waweze kushikilia wale vijana wa chini ili hiyo kampuni yao wakipewa, uh, you know, tenders hizi ndogo ndogo wanaweza build capital, ili wajijenge, alafu ya mwisho pia tumeweza kuongea mambo ya help. Kwa sababu kuna pesa mingi sana ambayo vijana hawezi pata nafasi ya kusoma, alafu hata wakisoma bado wanadaiwa hata kabla wapate kazi, so mambo ya kazi pia imekuwa kipaumbele, na kwa sababu hiyo ndio sababu tumeambia William Ruto. Tunataka kuandikiana. We want to write an, an MOU, a charter kama vijana. Kwa hivyo tumekuja na kitu inaitwa Youth Manifesto. Uh, tofauti yetu na akina Onsarigo ni kwamba wale uh, manifesto yao imeandikwa na maprofessors, wale ambao akina mwakao mwakwa na wale wengine wakubwa kubwa sio vijana. Sisi tuko na manifesto yetu tumeandika kama vijana na kuna siku kabla sisi uzinduzi wa manifesto yetu, tutaketi na Ruto na wale principals wa Kenya Kwanza. Tutawaelezea ni nini tunahitaji kama vijana. Alafu tutaketi chini tuweke kalamu na karatasi hapo chini alafu tusain, na akikosa kufaulu ama ku, ku uh, implement hizo vitu, we will hold him accountable. Ngoja kidogo tu mrefu, mtazamaji, bado tuko na ndugu zetu hapa wa ambao wanawakilisha ule muungano wa Kenya Kwanza na Azimio. Tutarudi baada ya muda sio kwa mrefu. <laughs>